Sasa sasa ndio... Nataka nikifika huko wewe unacho ni, mm. Ni Alejandro mm. uh -huh. mm. na so nataka unipeleke huko, si ndio? sinifike alafu niko na pepe ni mufati, ni mufarisi. Eh, nataka tu unisaidie niimbie hata

Ah, ah, ah, ah, ay, pepe, unajua nimekaa chini nikafikiria nikapiga mahesabu zangu nikafanya, nikaondoa ni ni nikaongeza, nikafanya ni hesabu zangu sote, nikaamua ingi, nilikuwa nataka nikuambia hivi, unachua you are my one and only My love of my life. The one and only. Sweet potato. Sweet potato. Unajua mimi, mimi na, unajua Tereso ndio niliamua kukuchukua wewe tu wewe ni kuangalia hivi unakaa sepi ya ndizi. Unaona. Alafu unaona uko na height msuri kama yangiwa. Sasa mimi mimi nilikuwa tu nimeamua. Sasa unajua hiyo <coughs> ingine ni kama yeah. Si, ni ngumu lakini acha tu nipige msumari kwa kichwa. Unachua, mimi sitaki kuenda basi. Shika, nionyeshe, wanafanya aje?

Ah, wewe wewe, unakuja nyuma yangu ya nini? Unachua sasa hivi, wewe ni wangu. Sasa twende, niambie kichichi msima nimepata kiko, unaniacha tena ah? We baki chunga gate, chunga gate, hao natakanga sisi tuende. Wenye wana mapipi mupake hapo muchunge magate so, unaanza kuongea hivyo mmanyi, kwenda huko mmanyi.